ya mme wake mkubwa iko hivi <laughs> amepiga presia nalo limekunja mpaka hapa, shangazi ni bebe hapa. Najua kuna mama mmoja alikuwa anaishi maisha hayo ya kujidaisha, wakati niko sehemu fulani nikiwa mwinjilisti, yani mama mimi yani mama mimi yani mimi mama, akija kanisani sindili aliko hapa. Nikamwambia, hamna, huwa siishi na watu wa aina hii. Yaani, hata kama una wakati mgumu, haitakiwi watu wajue una wakati mgumu. Unawaonyesha ili wafanyeje? Watakusaidia? Unafikiri unawatengenezea mazingira ya kukucheka. Kuwa mkakamavu, kuwa jasiri, na usipenda kumweleza kila mtu shida zake. Amina. Sisi tulipoisha kabisa tukafilisika baba yangu na kaka yangu na kaka yangu alikuwa na nafasi nzuri tu ya kihela Kifela. wamekuja kujua niko huko maji moto miaka zaidi ya nane imepita Ndio wakajua kwamba tulipataga janga kubwa sana akasema kwa nini ukusema ili nifanyeje maana yake nianze kuomba msaada kwa ndugu mnawaona ule mtaji niliwapaga mimi unaona mtaji ule niliwasaidiaga mimi niliwapaga milioni tano vya nini Nikamwambia mume wangu, tunaanza upya. Baada ya uzima, upo na nguvu, tunazo tunapambana. mume wangu, tutatoboa. Amina, amina. Usikate tamaa, unajua maisha huwa yanabadilika. unaweza kujiona saa hizi huko kwenye revo ya juu, kushuka chini ni haraka sana. ulivyohangaika kutafuta hivyo ni miaka mingi sana, bila kushuka one week. kuna kitu, kuna kitu yani, kuna kitu, si tulibakiza nyumba tu kila kitu kiliisha, tulibakiza nyumba tu, nyumba tu, na bado ile familia ikapigwa magonjwa. Tukiwa na miaka miwili tumezika mtoto mwingine, na mwingine akaugua naye akafa. Nikapigwa tumbo, nikawa mgonjwa, ukienda hospitali hamna ugonjwa. Nikaenda siku moja geti na pima, naambia una uvime, tunakuandikia kupasuliwa. Nikasema sipasuliwi, nikarudi nyumbani na damu ya Yesu. Amina. Simama mwanamke, gangamala. Yes, gangamala mwanamke, ishi kwa ratiba. wanawake huwa tunaishi maisha <laughs> mwanamke ni mepesi sana wa kuridhika na mama. Moja alifiwa mume wake, akaachwa na nyumba na gari ndogo, hajui biashara. Mewake alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni fulani, kuendesha magari makubwa ya sehemu, akapata ajali akafarikia. Ikakaa huyu mama amefiwa, hana moja wala mbili, hajui chochote ambacho anaweza akafanya. Biashara hajawahi kufanya, yani ni mama wa nyumbani, kuwasha jiko kupika, amemaliza kazi nguo, kufua nguo, yuko house girl ndkinyumba kila kitu kila kitu kila kitu yani, hajui chochote. Maisha yake yalikuwa magumu sana, akauza ile gari apate mtaji. Akanishirikisha mimi nataka niuze hii gari <tipati> ili nipate mtaji. Nikamwambia ukiuza hii gari hela yote naisha. Kwa sababu kwanza huna idea ya biashara. Hii hela inakuishia mkononi na itazama hivi. Hujafanya chochote. Nifanyeje sasa? Nikamwambia tafuta mtaji kidogo. Hawezi kuuza gari hata kama ukiuza milioni sita. Hujawahi kushika laki tano kaizungusha kwenye biashara inakuishia. Sikondishi ujasiriamali. Amina. Wajibu mwingine kwa mwanamke kumlinda mume wake, Yeremia sura 31 mstari wa 22. Yeremia 31 mstari 22. Yeremia, nitasoma kwa msaada. Neno linasema hata lini utatangatanga, e binti mwenye kuasi? hata lini utatangatanga, wewe binti mwenye kuasi? Kwa maana bona ameumba jambo